Salamu alaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Nawambianga siasa ya Jakaranda ni siasa ya chokora. Nawambianga siasa ya Jakaranda ni siasa ya tumbo. Nawambianga siasa ya Jakaranda ni siasa ya pesa, si wanapiga siasa wanapenda. Wanapiga siasa juu wanalipwa. Wanapiga siasa kwa sababu mapato yao iko chini. Wanategemea mbunge, wanategemea seneta. Wanategemea governor. Wanategemea mtu yote ili warushie 1000, kitu kama hayo. Nataka kuonyesha video hapa. Wale vijana wote wa Jakaranda waliendelea walienda kumtembea timu Natembea. Walienda kumtembea timu Natembea. Angalia hii video. Bila wanachocha timu Natembea asimame president. Wako nyuma ya timu Natembea. Eh, hii hi Kenya, wajinga ni wengi sana kuliko warefu. Hii Kenya. Hii Kenya. Tumbo mbele matako nyuma hii Kenya. Hii Kenya, kila mtu ni mbele tumbo yake anaangalia. Hizi sasa, alafu pia hapa kwa TikTok ukiangalia, wale natukananga mzee mzee Raila hapo natukana, natukana pale na pale. Kuna posho wako wanapandaga, kuna posho wanapanda. Angalia hii video. Wanawambia wana wa Kenya kuwa sisi kama jamii ya Western tumeamua na hatutarudi nyuma tena. Sisi tunataka mtoto wetu aende hiyo kitu kubwa. Na yoyote atasimama mbele, sisi tutapita na huyo mtu. Hmm. Siasa sio kanisa, sisi tunajua.

Nyinyi vijana ulienda kwa natembea, na gani umekula vizuri, na gani ujapewa ma elufu elufu elufu, elufu, elufu, na gani pesa zenyu umeanza milioni milioni, usikwe umetishwa pesa nyinyi, ukatisha kuku kwa sababu nyinyi na kuanga tumbo mbele, hiyo ingine nyuma, so naomba sana. Na gani umekula vizuri, umewacha ujinga Hivi ndio watu wanajenga pesa. Kuleni, Natembea akileta pesa kuleni, alafu na msifu. Ukienda kwa Salasya pia analeta pesa kuleni, alafu na msifu. Ukienda kwa Matiang'i pia kuleni, alafu na msifu. Ukienda kwa nani kwa nani, kuleni, alafu na sifu. Ni wakati yenyu wa kukula vijana.